Kwa niaba ya, ya kamati ya usimamizi wa tuzo za Baraza la Michezo la Taifa kwa mwaka 2024 au National Sports Council Sports Awards 2024. Awali wote napenda tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikia siku ya leo, lakini pia kushukuru Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo eh, kupitia Baraza la Michezo la Taifa kwa kuendelea kutuamini eh, kama kamati ya eh, kusimamia eh, tuzo za baraza la michezo. Eh, kamati yetu imefanya kazi eh, kwa weledi mkubwa katika tuzo zilizopita na tunaahidi eh, kuendelea kushirikiana na kufanya kazi kwa uwazi, weledi na ubora zaidi. Lengo hasa la tuzo hizi ni kuendelea kuwatambua na kuwaenzi wana michezo na timu za Kitanzania like ambazo zimefanya vizuri e, katika mashindano mbalimbali ya kimataifa kwa mwaka 2024. Juhudi zao na mafanikio waliyoyapata ya yamesaidia kupeperusha vyema bendera ya nchi yetu e, kimataifa na kuletea taifa letu heshima kubwa. Hafla hii imepangwa kufanyika tarehe moja Juni mwaka huu katika ukumbi wa The Superdome, Masaki, Dar es Salaam. Huyo ni takriban siku kumi e, zijazo. Mgeni rasmi katika hafla hii ya tuzo kwa mwaka 2024 anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Majaliwa Kasim Majaliwa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuzo hizi zinafanyika kwa mara ya tatu mfululizo baada ya kufanyika kwa mafanikio makubwa kwa awamu mbili zilizopita zile za ishirini na mbili na kwa tuzo za ishirini na tatu ambapo wana michezo zaidi ya mia saba wakiwemo wachezaji, viongozi wa michezo, viongozi wa taasisi na serikali na binafsi, wana habari za michezo, wafadhili na wadau wengine walishiriki, huku maelfu ya wananchi wakifuatilia kupitia vyombo ya habari. Tuzo hizi zimekuwa na mafanikio makubwa kwa sababu zimeongeza ari kwa wana michezo wetu na kuwafanya kuongeza juhudi kwenye mashindano ya kimataifa na kufanya umma wa Watanzania kutambua mafanikio yanayopatikana katika sekta ya michezo. Kwa hiyo kwa mwaka huu tuna vipengele mbalimbali uh, mbali, eh, kwa tuzo za mwaka 2024 shi, na tukianzia na mwanamichezo bora wa kiume, tutakuwa na mwanamichezo bora wa kike, tutakuwa na mwanamichezo bora kijana wa kiume na mwanamichezo bora kijana wa kike, tutakuwa na mwanamichezo bora wa kiume mwenye ulemavu, mwanamichezo bora wa kike mwenye ulemavu, tutakuwa na timu bora ya mwaka ya wanaume kwa upande wa timu za taifa, lakini pia tutakuwa na timu bora ya mwaka wanawake kwa upande wa timu za taifa tutakuwa pia na timu bora za mwaka wanaume kwa upande wa virabu na timu bora ya mwaka ya wanawake kwa upande wa virabu. Tutakuwa na tuzo hiyo kwa kocha bora wa mwaka uh, wa kiume na kocha bora wa kike wa mwaka. Tutakuwa na mwanamichezo bora wa kiume kutoka mashuleni na mwanamichezo bora wa kike kutoka mashuleni tutakuwa na mwamuzi bora wa kiume wa mwaka na mwamuzi bora wa kike wa mwaka. Tutakuwa pia na mwanahabari eh, za michezo bora wa kiume wa mwaka na mwanahabari za michezo bora wa kike kwa mwaka. Tutakuwa na vivyo tuzo ambazo hizi zimeongezeka, eh, mwana michezo nguli wa zamani au sports legend award na tuzo ya mchezaji bora chaguo la watu eh, kwa maana peoples choice award. Kwa hiyo katika kufanya maboresho ya kuongeza thamani katika tuzo hizi kwa mwaka huu kutakuwa eh, na maboresho katika baadhi ya vipengele kwa kuongeza vipengele viwili kama nilivyovitaja: eh, mwana mwanamchezo nguri wa zamani eh, sports legend award na tuzo uh, ya mchezaji bora chaguo la watu au uh, kwa katika kipengele cha mchezaji bora chaguo la watu wadau, wananchi watapata nafasi ya kumchagua mchezaji bora wanayependa na kuona anafaa kupata tuzo hiyo, eh, kwa kuandika jina la mchezaji huyo na kulituma kwa namba ya WhatsApp, hili tutaionyesha kwenye video mara baada ya, ya, ya, ya, ya taarifa hii. Kwa hiyo lengo la kipengele hiki ni kuwapa nafasi wadau ushiriki mchakato wa kumchagua mchezaji bora ambaye wanaona amefanya vizuri kwa mwaka 2024. 20. Kamati ya usimamizi wa tuzo itafanya kazi kwa karibu na vyama na mashirikisho ya kitaifa katika kutambua washindi wa vipengele mbalimbali eh, na ya tuzo pamoja na kutambua timu na wanamichezo walaofanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa kwa mwaka 2024. Kamati ya usimamizi wa tuzo inapenda kutoa wito kwa wadau mbalimbali, yakiwemo makampuni eh, taasisi za serikali na binafsi na watu mmoja mmoja wanaopenda maendeleo ya michezo nchini kujitokeza kuipa nguvu eh, BMT katika kutekeleza jukumu hili zito na muhimu E, la kutoa tuzo ili kuendelea kuwapa hamasa wana michezo ya kufanya vizuri zaidi, kwani mafanikio hayo ni ya Watanzania kwa ujumla wetu. Taarifa hii imetolewa na kamati ya usimamizi e, watuzo, ya michezo, chunane, kiti, mjumbe, wa tuzo ya Baraza la michezo ya taifa kwa mwaka 2024. Mimi ndo mwenyekiti, lakini niko na mjumbe kana staff wa Juma Kanga. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, asanteni sana.